Anaitwa enjinia Adam Sebastian Ostigoy, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Siotech Engineering Company Limited. Tumesaini mkataba kati ya sisi wakandarasi ambao ni kampuni ya Siotech Engineering Company Limited iko JV na kampuni ya AMJ Global Mat Contractors Company Limited, wakati wa tumesaini na mkurugenzi au ofisi ya halmashauri mkurugenzi manispaa ya Geita. Sisi kama wakandarasi tumejipanga vizuri kuweza kutekeleza huu mradi kwa wakati, kuanzia hivi sasa baada ya kusaini rasmi e, mkataba huu. Tunaelewa kwamba mkataba huu ni wa miezi 15 baada ya kufanya mobilization. Kwa hiyo na kutokana na uzoefu tulionao mkubwa wa kufanya miradi ya construction tunahakika huu mradi tutaufanya kwa wakati na kwa ubora pasipo kuongeza muda wowote. Kwa hiyo tuwaombe watu wa e, wananchi wa Geita wajipange kuweza kunufaika na mradi wao huu kama wenyeji na wazawa wa manispaa hii ya Geita, waje ambao ni mafundi na watu mbalimbali wenye uwezo wa kazi au wenye uzoefu wa kutosha wa kufanya kazi za ujenzi waje waweze kunufaika na mradi wao huu. Kwa hiyo wasiwe na mashaka, wamepata mkandarasi ambao ni mahiri, wenye uwezo wa kutosha, ambao tutaufanya huu mradi kwa wakati. Tuna vifaa vya kutosha, lakini pia tunao watu ambao wenye uwezo e, na uzoefu wa kutosha kabisa. Yes, mkuu, mkataba huu ni wa miezi 15 utaanza rasmi tarehe 20 mwezi wa tano, 20, mwe, tarehe ishirini mwezi wa sita ishirini 6 2026. Hadi hapo tutapoweza kuhitimisha kwa miezi kumi na tano. Kwa hiyo utakamilika kwa wakati kabla ya miezi hii 13 na uhakika, kutokana na uzoefu tulionao na kwa miradi ambayo tumekwisha kuifanya.